Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Jina langu ni Joyce Makwata na karibu kwa taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo. Tuanze kwa kuangalia hali ya baridi, ambapo tunatarajia maeneo ya Nyanda za Juu Kusini Magharibi kuwa na hali ya baridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi, na kiwango cha chini zaidi cha joto kikitarajiwa kuwa nyuzi joto saba katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Kwa ujumla, nyakati za usiku tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hata hivyo, mifumo ya upepo inaonyesha upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo yote ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali kama hiyo ikitarajiwa pia katika maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika, Rukwa pamoja na Nyasa. Na hali ya mawimbi kwa ujumla katika maeneo haya yote inatarajiwa kuwa ni madogo madogo. Na hapo kesho tunatarajia katika mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Visiwa vya Pemba na Unguja, maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam pamoja na pwani kutakuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua na maeneo mengine ya nchi iliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na tupate utabiri wa siku zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Katika mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa ni Dodoma, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, makavu kwa ujumla. Halikadhalika katika maeneo ya mkoa wa Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Halihawa katika mkoa wa Kilimanjaro kwa siku nne zijazo ni mawingu kiasi na yenye vipindi virefu kwa mkabeauatoja kwa na hali mngkasimawa maeneo ya mkoa wa Morogoro kwa na hali mvua nyepesi kwa tarehe 30 mwezi wa sita na tarehe moja mwezi wa saba. Hata hivyo, katika mkoa wa Arusha kunaoj kuwa na hali ya mgu kiasi na makavu kwa ujumla. Mpendwa mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada kwa siku ya leo. Asante na uwe na wakati mwema.